Usikate tamaa. Mtu anayekata tamaa ana mapambano. Mimi nimekutukuza duniani hali nimeimaliza kazi ile ulionipa niifanye. Maneno haya yameandikwa kwenye kitabu cha Yohane 17:4. Maneno ya kishujaa yanayosindikiza safari ya mwisho ya mtu aliyeishi akipambania uhai wa wengine, na sasa ahadi ya Mungu imetimia kwake, akimruhusu mtumishi wake huyu aende kwa amani, baada ya kwa macho yake kuushuhudia wokovu ule alioleta kwenye sekta ya afya nchini Tanzania. Huyo ni daktari bingwa aliyechagua kuweka koti la uongozi pembeni na kuishi kiapo chake cha kitabibu kwa uaminifu mkubwa. Madaktari tulikula kiapo na kiapo mmoja wao, utapigania maisha ya mgonjwa hata kama ni lazima upoteze maisha yako, huwezi kumwacha mgonjwa. Sasa nika siwezi kuwacha kiapo chake. mura kutoka Mara aliyebobea kwenye fani ya utabibu, aliyejaliwa hekima ya kimungu kwa maisha yake ya miaka 88 hapa duniani, yaliyoacha funzo kubwa kwa ulimwengu. Unapopanda juu katika fani yako, unapanda katika mabega ya watu. Watu wanakubeba, sio wewe mwenyewe. Kumbuka mwalimu anapenda, ukishafika kule juu uwaheshimu. Kama umefika juu mahali ambapo kuna matunda mazuri, watupie matunda, kwa sababu siku utakapo shuka chini ukataka tena kushuka kwa mabega yao na kama uk wasomi na wanazuoni wameandika maisha yake kwa tafsiri za falsafa, huku wananchi na wanafamilia wao wakiyaishi maisha yake kama shamba darasa kwenye nyanja ya uongozi na wajibu katika maisha. hakika hili litaishi kwenye mioyo ya wengi. Naitwa Richard Silaya, ni mwalimu. Mzee wetu, e, Sarungi huyu ni e, alikuwa kiongozi wetu na ni mtu wa mfano. Ni wa mfano kwa sababu e, ni kiongozi pekee aliweza kuacha siasa akarudi kwenye taaluma yake kwa ajili ya wananchi wake. Sasa ukiangalia jamii yetu sasa hivi, wale wataalamu wanaondoka kwenye utaalamu wanakuja kwenye siasa. Huyu mzee wetu anatufundisha ya kwamba wale waliosoma taaluma wabaki kwenye taaluma zao kwa ajili ya jamii yao, na si kutoka kwenye taaluma zao kwa ajili ya masuala yao ya kisiasa. Aitwa Rogasian Hamisi Masawe tukuzungumzia n, n, Dr. Sarungi. Profesa alikuwa ni dokta ya kutibu binadamu e, wakati akiwa waziri. Ni mzalendo wa kweli, ndiye Sarungi, alikuwa mzalendo, ambao wa ni watu wadhimu sana kupatikana katika taifa la leo ni watu waadhimu sana eh. Profesa Sarungi wakati akiwa waziri alikuwa, unakuta yuko wodini anahudumia wagonjwa, na huku ni waziri. Ni mtu wa pekee sana namna hiyo, alizingatia sana taaluma yake. Huwezi kuwapata watu wana hiyo sasa hivi. Ukiangalia hata nani wenzake ambao walifanya nao kazi amekuwa nao wakati utendaji wa shughuli za serikali kama mzee Warioba paol Kimiti ni wazalendo wa kweli. Sasa hivi huwezi kuwapata hao, hawana mali uh, mzee Sarungi ni maskini, hana utajiri. Mtu ametoka waziri, familia yake au ndugu zake ni matajiri. Asante sana kwa jina, ya naitwa maseti Motera. Mimi niseme tu mzee wetu Sarungi, niseme ni Mungu amlaze mahali pema peponi. Kwa kazi aliyoianza enzi zile, kwa kazi aliyoianza miaka ile amefanya kazi vizuri sana na waliokuwa wanamfuatia nao wamefanya kazi vizuri sana, na kutokana na kile kiwango alichokuwa nacho, elimu aliyokuwa nayo, hata ungekuja, hata wengine wangeongezea vitu vingine, lakini alianza msingi mzuri wa watu wengine waendelee kutembea katika nyayo zake. Kuna mambo mengi ambayo yanabadilika katika ulimwengu sasa. Kuna vitu ambavyo vinakuja na ufumbuzi, na wengine wanaweza akaleta ufumbuzi wakwake mwingine, ila lakini Sarungi alichokianzisha kwa kweli alikianzisha kitu ambacho ni cha taifa kuliongoza taifa namna litakavyokwenda na litaka na mahali hapa linapofikia mimi ndio la kwangu. Nio alifanya kazi kwa uweredi na kwa ufahamu wake aliokuwa nao enzi hizo. Na Mungu amlaze mahali pema peponi, amen. Kwenye salamu zake za rambirambi kwa familia ya Sarungi, Profesa Anna Tibaijuka amefichua jinsi daktari bingwa huyo alivyomsaidia kumtibu baada ya kuteguka mgongo wake mwaka 1986 na Profesa Tibaijuka alichapisha kwenye mtandao wake wake wa kijamii wa mtandao wa X kuwa alikata tamaa wakati huo baada ya kulazwa kwa miezi miwili kwa maumivu makali ya mgongo. Lakini kama ilivyo haiba ya ucheshi aliyokuwa nayo, Profesa Filemon Mikol Sarungi alikuwa pembeni yake muda wote akimtibu kwa weledi mkubwa huku akimtania mume wa Tibaijuka kwa kumwambia kuwa aoe mke mwingine, kwani ana ameshapooza mwili. Lakini huo ulikuwa ni utani tu, na kwa jitihada zake kubwa na kwa uwezo wa Mungu alifanikiwa kumtibia vyema na kupona kabisa maradhi hayo yaliyokuwa yakimsumbua kwa muda mrefu. na si Profesa Tibaijuka tu mwenye ushuhuda kama huu kumhusu daktari bingwa huyu wa kwanza wa mifupa nchini Tanzania. Baada ya kupatwa na lile tukio la mamba, kabla sijaenda katika mazingira ya kihitani manake, napatwa na tukio, sijaenda hitani, ila nilipopatwa na tukio mpaka anafika Utete, kwa sababu nilikuwa katika kijijini masham, mashambani, maanake a maeneo ya Mkongo kwa hiyo lilipotokea tukio ndo nawaishwa kupelekwa Utete. Nilipofika Utete nikiwa ndani ya pantoni, ndipo na mheshimiwa profesa Sarungi, naye alikuwa anakwenda Utete. Alipofika pale feri, mimi nikiwa ndani ya katikati ya mto, alikuwa akiambia bwana, mule kuna kijana mimi iwa na mamba. Kwa hiyo anawaishwa hospitali kwa uwezo wake ambao walikuwa nao na imani yake ambayo alikuwa nayo akasema, ngoja kwa siwezi kufika ugenini kwangu, kwanza nianze nikamwone yule kijana ambaye aliejiliwa na mama. Kwa kweli mpaka mimi nafanya matibabu, sikuweza kumjua alieditibia nani, mpaka saa sita usiku ndo tukio langu inasemekana limeisha, kwanzia mida saa kumi na mbili jioni. Huyo ndo Profesa Filemon Micol Sarungi, shabiki kindakindaki wa wana Lunas, aliyeishi maadili ya tangu kale kwenye zama za mawe za kale za kati na za mwisho. Na sasa Tanzania inasherekea maisha yake yaliyojaliwa simulizi ya kusisimua hususan kwenye eneo la maadili, weledhi na uongozi. Buriani Mura, na asante kwa maisha yako yaliyobeba funzo kubwa na kusudi la Mungu kwa watu wake.